gani ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, karibu sana katika kipindi cha tuongee na Zahmidi, na leo tunaenda na mada inayosema mwamko wa madaris zetu katika nchi ya Tanzania. Tupo hapa leo katika kipindi chetu na shekhe, miongoni mwa mashekhe walimu wabobezi kabisa kuhifadhisha tu Qur'ani katika madaris mbalimbali. Karibu sana ungana nami ndugu yako Abdulaziz Hilal kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki ili tupate faida kwa pamoja. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi, hali yako Sheikh? Alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Watanzania wanataka kufahamu sasa hivi anayezungumza ni Sheikh nani? Anayezungumza ni Sheikh Yahya Abdullah Muhammad Chaola. Sheikh Yahya Abdullah Muhammad Chaola ni miongoni mwa walimu wa madaris mbalimbali Naam, ni miongoni mwa walimu wa madaris madarisi mbalimbali naam. Na katika kazi ya kufundisha madrasa hizi una muda gani labda miaka mingapi tuseme? Miaka tisa. Miaka tisa ndani ya kuhifadhisha watu Qur'an na kufundisha dini yao. Naam. Masha Allah. Sheikh Yahya Abdullah, sasa katika jamii ya Tanzania hivi sasa mwamko wa Qur'ani au mwamko wa madaris zetu kwa wazazi na kwa hawa watoto wanaosoma katika madrasa huko kwa namna gani? Mwamko kwa sasa unaridhisha. Mm. Unaridhisha na mwamko ni mzuri kiasi, kwa kiasi kikubwa Mm. na ni mzuri kutokana na jinsi tunavyotu, jinsi sasa hivi namna ya ufundishaji au uhifadhishaji wa Qurani, mm. kwa zama zetu umekuwa ni tofauti na zama za zamani ndiyo, ndiyo. Na tunasema hivyo ni kwa sababu mm. tukiangalia miaka ya nyuma hata miaka ambayo sisi tulikuwa tukisoma mm. kipindi hiko adogo ilikuwa ni nadira sana kumkuta mwalimu anayesomesha Qur'ani yeye akawa ni, ni hafidhul Qur'ani, ilikuwa ni nadira sana mm. Unaweza kuzunguka madrasa nyingi na ukawakosa walimu wa sampuli hiyo, lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda mm. basi muamko ka unaendelea kupatikana mm. Sasa kukapatikana hamu mm. ya kuweza kupatikana walimu ambao wao wenyewe wamehifadhi Qur'ani mm. na wao akawa wanahifadhisha Qur'ani. Kumezungumzia kuhusiana na muamko wa walimu nadra sana kupatikana kipindi hicho, lakini hivi sasa unaweza kupata mwalimu wa kuhifadhi Qur'ani na anafundisha Qur'ani vizuri au anafundisha katika madrasa vizuri. Je, mwamko wa madarisi hizi kwa wazazi upoje kwa sasa? Kwa kweli mwamko kwa wazazi unaweza tukasema kwamba ni ni mzuri, ni mzuri lakini hauridhishi ipasavyo. Unaposema mzuri lakini hauridhishi ipasavyo unamaanisha nini? Namaanisha kwamba watoto wanapenda kwenda kwenda kuhifadhi Qur'ani hmm. na wanapenda kwa maana wanapoona wenzao wanakwenda katika mashindano mbalimbali mbali, mm, na wanapata zawadi mbalimbali, kwa hiyo na wao pia watoto wanashajiika na wao kwenda kuhifadhi Qurani ili nawe waweze kuingia katika mashindano makubwa na waweze kushinda mm, na kuweza kupata zawadi mbalimbali. Ninaposema kwamba kwa, kwa upande wa wazazi kuna si mzuri sana mm -hmm. kwa sababu wazazi wengi katika zama hizi wamewabidiisha wa, wa sana watoto wao kwenda kusoma mashuleni mm. Yani, wa, shule wameipa kipaumbele sana mm. kuliko madrasa. Nadhani nikasema kwamba upande wa wanafunzi upande wa watoto wao, kama wao wanapenda kuliko msukumo wa wazazi. Wazazi kuliko wazazi yeah. Na ndio maana utakuta leo hii kwamba mzazi uko tayari amlipie mtoto wake hata kwenda tuition mm. ya shuleni mm. lakini ili aweze kufaulu masomo ya shule mm -hmm. lakini asiweze ule muda ambao angeenda madrasa, yuko radhi asende madrasa, lakini aende shuleni. Wewe kama mwalimu wa madrasa, mpaka hivi sasa katika madrasa yako unayofundisha, tuseme kuna, wa, kuna, kuna kasumba moja ambayo watoto hawa wanaosoma hasa shule hizi za day kwenda shuleni na kurudi nyumbani, alafu kisha hapo kwenda madrasa, katika watoto kama hawa, je, wanapatikana hivi sasa watoto ambao waenda shuleni, wanarudi nyumbani, wanafanya mambo ya nyumbani na wanapata muda wa kuingia madrasa? Wallahi, tunajitahidi watoto wanapatikana, watoto wanapatikana, lakini kuna changamoto kubwa, kuna changamoto kubwa sana. Tena nitumie fursa hii pia iwende e, yani iwe wito kwa, kwa wazazi. Changamoto ni kubwa kwa sababu watoto kwanza, mashule, system za mashule ni tofauti na za zamani ambazo sisi tulikuwa tukisoma. hmm. sisi tulikuwa tukisoma Saa nane ikifika tunaruhusiwa, tunakwenda mm -hmm. majumbani kwao. Tukifika majumbani, tunajiandaa tunapata muda mzuri wa kwenda madrasa mm -hmm. na tunakwenda kusoma Ndiyo. Lakini sasa hivi system imekuwa ni tofauti mm -hmm. Sasa na hii imekuwa ni shida kubwa mm -hmm. kwamba utakuta watoto kwanza wanacheleweshwa mm -hmm. wanacheleweshwa. Utakuta mara nyingine mwana, mtoto anatoka shule saa kumi na moja na inategemea na umbali anaposoma mm -hmm. kuna wengine wanapanda, wanapanda madaladala ma, ma, Maone? Yeah. Eh, kwa hivyo utakuta ule umbali mpaka akishafika nyumbani akishapata, mm. chakula akishajiandaa akishaoga nini, mm. madrasa anakuja saa kumi na mbili. Oh. Sasa utakuta kuna wengine sasa, ndio nakuja sasa changamoto za mzazi, mm. anapoona kwamba tayari muda umesha kwenda, mm. yeye anaona kwamba bora tu siku hiyo imekwenda, mm. na akimwangalia mtoto wake amechoshwa na harakati za shule, mm. basi anamwongezea na yeye Ee, anamuongezea kumfanya kwamba bora asiende, yani anamuongezea dharura unasema udhuru. Na changamoto kama hizi au mfumo kama huo wa watoto wanasoma shule za hizi za dei kwenda kurudi nyumbani, kuna mfumo mmoja ambao ulikuwepo, sijui kwa sasa, labda utueleze shekhe wetu mbobezi wa kufundisha watoto. Mfumo kwamba mtoto anasoma kuanzia darasa la kwanza aenda madrasa la pili mpaka la sita, ikifika darasa la saba au madarasa haya mtihani, mzazi anamwambia mwanangu kaa nyumbani wewe na mtihani wa NECTA. Je, Mfumo bado upo kwa hivi sasa, mfumo upo na ndio huo ambao unatumiza, na hasa kuanzia darasa la 4 mtoto akishafika darasa la 4 basi ata, ataanza kupunguzwa kasi ya kwenda madrasa. Akishafika darasa la saba, kasi inaongezeka zaidi kupunguzwa, tena nafika tu mpaka wengine huwa wanaacha kabisa madrasa, wanakwenda kwenye mabweni maana. Kwa hiyo bweni basi atakao tu koko. Sasa akishafika form 2 nayo pia ni shida, na form 2 ni mbali, akishamaliza darasa la saba tu utakuta kama walikuwa wanakuja watoto katika madrasa, mfano mia, basi unaweza mm. kukuta wanapungua zaidi, wanakuwa chini ya, chini ya mia mm. na afadhali wangekuwa wanakuja basi madrasa. Mm. Kwa kadiri ya itakavyokuwa, lakini utakuta wanaacha moja kwa moja mm. lakini sasa, Allahumma, mm. kwamba wale ambao wenyewe sasa wakajibidisha waje mm. napofika form 2 nao pia utakuta wanazuiwa huu mm. wana, wanaambiwa ni mwaka wa mtihani mm. basi ushafika form 4 ndo habari imekwisha. Eh, sasa ndio ndio changamoto ambazo tunapitia kutam... na kwa hivyo utakuta kwa hivi sasa, je, kuna watu ambao wanasoma wameshamaliza form 4? Kwa mfano mtu kamaliza form 4 lakini bado yuko madrasa. Kwa uzoefu wangu mimi mm. na kwa experience yangu mimi ndio kwa nayo kwa kweli, sijawahi kumuona mwanafunzi amemaliza form 4 akaendelea na madrasa, sijamuona. Sijamuona. Sija mm. kwa uzoefu wangu mimi sijamwona kwamba akamaliza form 4 akaendelea na madrasa mawili E, ima atafutiwe shughuli ya kufanya na mzazi, bila kujali kwamba ana elimu kiasi gani, amenufaika na elimu ya madrasa kiasi gani, dini yake anaitambua kiasi gani. Mzazi ajali anapoona kwamba ameza form 4, anaona anaonekana kwamba tayari muda wa madrasa umekwisha. Kwa hivyo atamwachisha madrasa na kumtafutia kama ni kozi au kumfanyia mpango wowote wa, wa, wa, wa kimaisha, na madrasa akawa ameachananayonnayo. Sasa wewe kama shekhe kama mwalimu wa madrasa kama ustadhi wa madrasa unawafundisha watoto kwa muda huo, unasema miaka tisa, unawapa ushauri gani wazazi wanakutazama hivi sasa, au vijana ambao wanakutazama hivi sasa kuhusiana na masuala mazima ya mwamko katika madaris mbalimbali, waende wakasome au unawashauri nini hasa? Wallahi kwanza niwaambie wa, ni wazazi na vijana ambao wanakwenda wana madrasa niwaambie kwamba hasa kwa wazazi kwamba dini haina mwisho. Yaani kwamba hakuna mwisho wa kusoma dini. Kuanzia mtoto anapopata akili, yaani anapopata utambuzi mpaka anaingia kaburini yeye jukumu lake ni kusoma madrasa. Na kutilia mkazo katika hili ndio maana pia kuna madrasa za kina mama. Sipo madrasa za kina mama na utakuta wanaosoma pale ni akina mama. Kwa hiyo kama ingekuwa labda ilmu ya madrasa ina umri maalumu kama wanavyofanya leo hii mm. kwatoa kwa wakishafika form 4 mm. basi na wao singekuja madrasa. Lakini kwa nini wao pia wanakwenda madrasa na wanatamani kusoma, na mara nyingine utakuta wanajuta kwamba ah, unajua kipindi chetu sisi tuli, tulipata tuli. nafasi ya kusoma lakini hatukusoma hatu mm -hmm. kwa hivyo niendelee tu kuwahimiza kwa kwamba hakuna umri maalumu wa mtu kuweza kuisoma dini yake. Atakiwa mtu aisome kila siku, na hata mtoto atakapomaliza form 4 basi isiwe ndio mwisho wa kuisoma dini yake, kwa sababu dini ni jambo la muhimu, ni maisha ya mwanadamu, ni maisha ya Muislamu. Muislamu atakiwa aishi katika dini, na ili aweze kuishi katika dini lazima dini yake aisome. Kwa hivyo mimi nawahimiza sana, sana, sana, sana wazazi, lakini pia naendelea kuwahimiza wanafunzi pia wasidanganyike na na ulimwengu wa kileo jinsi unavyokwenda, wasidanganyike na kuwaona wale ambao hawaendi madrasa au hawasomi dini, waka, wakaona kwamba kana, kana kwamba wale wanafaidi sana hapana. Wao waendelee kuja madrasa kwa sababu eh, dini ni jambo la msingi na ndio maisha ya Muislamu eh, katika uhai wake. Dini ni jambo la msingi na ndio maisha ya Muislamu katika uhai wake. Mzazi unayemtazama Shekhe Yahya, mwanafunzi kijana unayemtazama Shekhe Yahya, dini ndio msingi wa maisha ya mwanadamu Maisha ya Muislamu. Ndugu mtazamaji wa Zahmid TV endelea kufuatilia Zahmid TV vipindi mbalimbali upate kujifunza. Walikuwa ndugu yako Abdul Aziz Hilal kuanzia mwanzo mpaka hapa mwisho. Kufikia hapa sina cha kusema zaidi ya kukwambia subscribe, share pamoja na comment ili upate kujifunza zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmidi TV.